Karibu katika tafakari, tuitazame dominika ya Utatu Mtakatifu. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina. Leo tunatafakari juu ya Utatu Mtakatifu, fumbo kuu na la msingi katika maisha ya Kikristo. Tunapojiweka mbele za Mungu, tunatafakari juu ya jinsi alivyotufunulia nafsi zake tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Baba ni chanzo cha uhai na upendo. Mungu Baba ni muumba wa mbingu na dunia. Yeye ndiye chanzo cha yote yaliyoonekana na yasiyoonekana. Baba anatuita kuishi katika mahusiano ya upendo kama alivyo katika ushirika na Mwana na Roho. Je, ninatambua ukuu wa Baba na kumtegemea kama mtoto anavyomtegemea baba yake? Mungu Mwana Neno aliyefanyika mwili. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, Mungu wa kweli kutoka kwa Mungu wa kweli. Alishuka kutoka mbinguni, akatwaa mwili wa kibinadamu, akaishi kati yetu, akateseka na kufa kwa ajili ya wokovu wetu. Katika Yesu tunamwona uso wa Baba, na tunajifunza upendo ulio tayari kujitoa hata kufa kwa ajili ya wengine. Je, yeah. Ninaishi maisha yangu kwa kuongozwa na mfano wa Yesu? Je, Ye moyo wangu umejaa huruma na sadaka kama ya Kristo? Roho Mtakatifu, mfariji na mwanga wa ukweli. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu, anayekuja kwetu kama zawadi kutoka kwa Baba na Mwana. Yeye hutufariji, hutufundisha, hututia nguvu na kutufundisha kuishi maisha ya utakatifu. Roho huishi ndani ya moyo wa kila muumini na utufanya kuwa hekalu la Mungu. Je, nimemruhusi Roho Mtakatifu aniongoze katika maamuzi yangu, sala zangu, na maisha yangu yote? Fumbo la umoja katika Utatu. Utatu Mtakatifu ni mfano wa umoja na upendo kamili. Baba hampingani na Mwana, wala Roho hafanyi kazi kivyake, wote wanafanya kazi kwa pamoja, kwa umoja kamili huu ni mwaliko kwetu sisi kuishi kwa ushirikiano na upendo na wengine kuwa watu wa umoja sio ubinafsi kuishi maisha yetu kama kioo cha upendo wa utatu mtakatifu neno la kutafakari wakorintho wa kwanza kumi na tatu mstari wa kumi na nne neema ya bwana yesu kristo na pendo la mungu na ushirika wa roho mtakatifu uwe nanyi nyote katika mstari huu mmoja tunaona nafsi zote tatu za utatu zikihusishwa moja kwa moja na maisha ya waamini. Hili ni fumbo la neema. Tukipokea neema ya Kristo, tunafunguliwa kupokea pendo la Baba, na tunawekewa katika ushirika wa Roho. Sala fupi ya tafakari: E Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja wa milele, na kusujudu na kukutukuza, nisaidie kukuabudu kwa moyo wa kweli Niunganishe nami, nifundishe kupenda na kuishi kama mnavyoishi kwa upendo kamili. Nifanye chombo cha amani, wa huruma na mshirika wa utakatifu wako. Amina. Fumbo la Utatu Mtakatifu si fumbo la kuchosha akili, bali ni mwanga wa kuangazia maisha yetu ya imani. Tunaitwa kuishi maisha ya Utatu. Upendo wa Baba, sadaka ya Mwana, nguvu na mwanga wa Roho. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ya I am Catholic Tanzania. Kulike na kuweka ujumbe wako. Ungetamani kujifunza nini?